eshi la polisi tulipokea taarifa ya ajali ya basi ambalo ni T ya 222 DNL, eh, basi aina Yutong ambalo ni kampuni ya inayomilikiwa na Mvungi eh, Trans. Basi hilo lilikuwa linatoka Ugweno kwenda Dar es Salaam, eh, likiwa eneo la Msangeni eh, wilaya, wilaya ya Mwanga acha njia na kupinduka na kusababisha vifo vya watu saba kati yao saba wanaume wawili na wanawake watano, kati ya wanawake watano kuna mtoto mmoja wa miaka miwili na nusu. Chanzo cha ajali hiyo ambayo imetokea saa kumi na mbili na dakika arobaini na tano za alfajiri leo tarehe tatu uh, wa nne ishirini na tano ni uzembe wa dereva wa gari ya basi ya Mvungi Trans. E, kupisha kutokulimudu gari lake wakati wanapishana na gari dogo kwenye kona ambayo lipelekea ikainduka na kuporomokea po, e, porini kwa maana ya bondeni. Mtuhumiwa kwa maana ya dereva aliyokuwa anaendesha hiyo gari amekamatwa, na hadi sasa tunao majeruhi 42 ambao wanaendelea kupata matibabu katika hospitali. Wapo ambao wamepelekwa KCMC wapo ambao wamepeleka zahanati ya Kifula lakini wako wengine ambapo hospitali ya Mwanga wakiendelea na matibabu. Miili ya marehemu imepelekwa eh, hospitali ya Mwanga kwa maana ya utambuzi na baada ya hapo itachukuliwa kwa ajili ya taratibu zingine za kifamilia za mazishi. Uto wangu ni kwamba madereva, kipindi hiki ni kipindi cha mvua na kuna, kuna, kuna kona kali, kwa hiyo ni kuchukua tahadhari kwenye kona sababu ajali ile ingeweza kuepukika kama yule dereva hiyo yu basi angeweza kuchukua tahadhari, kizingatiani kwenye kona, na kitendo cha kupanua na ikajikuta titia kwenda huko polini, ingeweza kuokoa maisha ambayo roho za watu ambayo wamepotea ambazo zingeweza kukolewa.